Mpongeze na ziada Mheshimiwa DC. Nimpongeze mkurugenzi na timu yake ya management wametenga pesa kidogo ambazo sasa tumeboresha ili wale wafanyabiashara ndogo ndogo wanaokuwa kero kwa wafanya kwa wasafiri wetu pale basi stendi. Tumewekea sasa miundo mbinu mizuri na yenye uhakika. Na Mheshimiwa DC, ni kuombe tu, ukipata saa ukaangalia tulichokifanya. Na baada ya uzoezi, lile ni endelevu. Tuna eneo jingine tumelitenga kwa sababu ya materials na mkurugenzi na timu yake iko mbioni kutafuta fedha ili kuandalia mantilie mahali pazuri penye hadhi inayoendana na basi stendi yetu. Kwa hiyo mimi nitoe rai Mheshimiwa DC. Nikuombe sana utusimamie hii kwa vyombo vyako vya ulinzi na usalama kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu mkoa. Na naomba Mheshimiwa madiwani ili mridhie tu ili sasa moja, tukaimarishe kitega uchumi ambacho kiko ndani ya budget, na utakuta katika budget Mheshimiwa DC tunafeli kitu ambacho hela zetu nyingi sana zimebaki kufanya biashara kwa kitega uchumi kile tumetenga zaidi ya milioni 300 na kitu. Kitu ambacho mpaka leo hii hatujakusanya hata shilingi moja. Kwa sababu gani? Kwa kuanza huduma ya usafirishaji pale basi station. Kwa hiyo sisi tunaamini, Mheshimiwa DC, kama ulivyojibu swali la mtoa hoja mwenyekiti wa kamati ya uchumi, afya na elimu kwamba tunapokwama basi tulipeleke serikali kuu kupitia kwako kwenye ofisi yako. Mheshimiwa DC tunaamini, kwa mahusiano na ushirikiano wako mkubwa na moyo wako wa maendeleo katika jiji la Tanga, uchapakazi wako mahiri uliotukuka, as soon as possible tunaamini zoezi hili la mabasi kuhamia basi stendi ya Kange utakwenda kulisimamia na utekelezaji utaanza mara moja. Mtu yoyote eh, anaguswa na maendeleo ya Tanga, tujikite zaidi kwenye mambo ya msingi na ya maendeleo. Kwa mfano mstahiki anazungumzia swala la ufaulu. Kwa kweli swala la ufaulu katika jiji la Tanga tunatia ahidii mm. Sisi tuna umeme tuna miundo miundombinu yote, lakini sijui tuna feli wapi. Sasa watu wa idara ya elimu mjipange, kama itaonekana nyinyi ndio tatizo, basi tutafanya mabadiliko, lakini kama tatizo ni mimi, basi mwenye mamlaka atafanya mabadiliko, lakini na imani swala lolote ili tufike, msaikimea tunahitaji ushirikiano tu, ushirikiano. Lakini tujitahidi pia kukarabati zile shule zetu, kwa sababu shule zetu nyingi hazivutii kwa mfano kule Tongoni nilikwenda siku moja shule ya sekondari, watoto wana darasa lina vumbi, mwalimu anapata fedha asilimia thelathini ya ukarabati, lakini kufanya tu inakuwa shida. Ana madarasa pale yamejengwa hayaishi, lakini diwani upo, mtendaji wa kata upo, afisa tarafa upo. Kwa kweli hili alileti tija katika halmashauri yetu. Tushirikiane pale ambapo tumekwama. Tuambizane, tumekwama wapi ili tushirikiane, kama ambavyo tumesikia leo, tumetoka kwenye kikao cha baraza la madiwani na madiwani wameazimia kwamba eh, magari ambayo yanaingia eh, yana na kupaki katika, katikati ya jiji letu la Tanga yaweze eh, kuondolewa na kwenda kupaki kwenye stendi kubwa ambayo halmashauri eh, yetu ya jiji la Tanga imejenga maalum kwa ajili ya mabasi na yote ambayo yanato, yanatoka mikoani. Na ukiangalia eh, hili ni, ni jambo zuri eh, kwamba mabasi haya sasa yamekuwa yame yakiingia moja kwa moja katikati ya, ya, ya jiji letu la Tanga, lakini mitaa e, imekuwa ime, ime na na msururu ya magari na kwa kweli kumekuwa utaratibu hauko vizuri. e, sasa hili lilishaanza kushughulikiwa kwa vikao vya kuwashirikisha wadau wenyewe kwa maana ya wao wenyewe wenye mabasi na e, kulingana na taratibu za serikali kupitia chombo chetu cha LATRA, kuna utaratibu kwamba endapo mtu anataka s basi, e, basi lisipaki katika stendi ile, ni lazima liingie, liingie mjini, ni lazima awe ameweka utaratibu e, unaotakiwa kwa kujenga stendi kwa vigezo vya serikali. Sasa e, sisi ni kwamba kama kuna kampuni imejenga stendi yake katika jiji la Tanga kwa kufata vigezo vya serikali e, na ambavyo vinasimamiwa na Latra e, hao basi wanaweza kufikiriwa ku, ku, ku, lakini wale ambao hawana stendi nadhani kwa, kwa, vikao vimeshafanyika kwa kuwashirikisha wadau wenyewe na wamekubali, basi zoezi hili litafanyika lita, lita ili mabasi yaweze kupaki katika stendi ya, ya, ya...